Tuelekee kaunti namba 34 ambapo walimu kutoka kaunti ya Kajiado wamegeukia michezo kama jukwaa la kuwahamasisha walimu kuhusu namna ya kupambana na changamoto ya afya ya akili. Kwenye michezo iliyoandaliwa katika shule ya Msingi ya Sultan Hamud huko Kajiado Mashariki, walimu wamekiri kuwa kuwepo darasani kwa muda mrefu kumewasababishia msongo wa mawazo. Baada ya kuwa darasani kwa muula wa tatu hatimaye, walimu walipata fursa ya kuweka chaki na vitabu kando ili kushiriki awamu ya, ya kwanza ya michezo iliyowaleta pamoja. Zaidi ya walimu mia nne kuanzia shule ya chekechea hadi sekondari ya juu kaunti ya Kajiado walifika katika shule ya Sultan Hamud, Kajiado Mashariki kushiriki michezo kuanzia soka, voliboli, netiboli, miongoni mwa michezo mingine iliyoandaliwa kwa siku mbili huko shuleni. Tunapitia changamoto mingi sana huko interior, kama uhaba wa maji, hakuna viwanja, hakuna mipira. Tunafurahia sana tukikuja huku nje to socialize with other teachers, we share challenges pamoja. Walimu wengi unakuta wana shida tofauti tofauti, wamechoka darasani, kuna mambo mengi ya familia. So michezo kama hii tunatumia kama wakati mzuri wa kutana pamoja, kushiriki katika michezo, kutuliza mawazo. Michezo hizo zinajiri wakati changamoto ya afya ya kiakili inazidi kuwatatiza wengi nchini, waandalizi wa michezo hiyo wakisema ni fursa nzuri kwa walimu kushauriwa kuhusu namna ya kukabiliana na changamoto hiyo. Wamekunywa madawa, wengine wamefanya mambo mengine, so tukaona ni vizuri kuwaleta pamoja at least wa release pressure ya nyumbani, hiyo stress ikae mbali kidogo, wafurahiane. Ukikaa hapa siku mbili, kesho yake ukienda nyumbani ni kama unaanza upya. Hii inafanya waweze na kujuana to exchange notes of the experiences uh uh they have in their work uh work stations na inasaidia sana kupunguza msongamano wa mawazo. Mbali na changamoto ya msongo wa mawazo kujadiliwa, pia ilikuwa ni fursa ya walimu kujifunza kuhusu nafasi za uwekezaji. Kadhalika, suala la afya na uraibu wa miadarati ulijadiliwa kwa kina. Kawaida walimu wanaingianga uwanjani wakichezesha watoto kama wanafunzi, sasa hii ni nafasi yao ya kuingia uwanjani wao wenyewe kucheza, kurukaruka, and in the process kweli hata uzito utapungua, physical fitness itakuwa sawasawa sawa. Magonjwa hayo kidogo kidogo itaisha na kuleta hisi za kaunti zote pamoja, inahitaji pesa nyingi sana, kwa sababu transport wanahitaji, na michezo kama hii hatutaweza kufanya kwa siku moja. Nahitaji kula, nahitaji kulala. Kwa hivyo changamoto kubwa zaidi ni fedha. Waalimu waliofanya vyema kwenye michezo hizo walipewa tuzo, huku waandalizi wakilalamikia suala la ufadhili wa michezo hizo. Baada ya kukamilika kwa mashindano haya sasa washindi watawakilisha kaunti ya Kajiado kwenye mashindano ya kitaifa ambayo yataandaliwa katika kaunti ya Kilifi. Robert Masai, runinga ya Citizen, Sultan Hamud.